Serious. Maneno ni yale yale yasiyokuwa na kipingamizi. Hebu naomba siku zote watu tunapambana kwa ajili ya kutafuta maisha. Lakini asili ya wana <laughs> yani, huwezi amini, ya unajua, ukiona watu wakiwa katika hali ya usawa, yani hali ya utulivu, hali ya kuelewana, ujue hao wapo katika njia moja... eh? Lakini wewe leo hii ukiamka asubuhi. Ahio. <tiped> Hasika. Hey, hey, hey, mama njale kara. Hey. Ka ugari. Na ka kachumbari. Eh, hey. Ukiona kama kachumbari hamuna, basi nani hii. Kwani ubowo sio una bichara si ulibaki? Hey. <tiped> Basi pika kare kama uchere. Okesha mansa be O kajikopa kwa mafuta kwa mwanani hivi pale kwa baba hivi pale kwa baba kasungaza pale. Baadaye hapo tutakuja kula saa yeah sita. Sawa, sawa. Ndio wanaume. Mwanamke anakuambia kajikopa. Wakati huo anasema anataka kwenda kule. Yeye hajaacha hata shilingi mia hii, shilingi mia moja hivyo unachokitaka kwa mwanamke wako huyo, ambaye anaenda kukopakopa, kinachofuata ni nini? Kinachofuata pale, jambo la kawaida jamani. Baba kasungaza mama nani hii, na wewe naye bwana, umezidi kukopa kila siku bwana. Ah, wewe naye bwana, hebu kwanza niachie na kanamba ka mama. Kasungaza pale pale atoa kanamba. Baada ya kutoa kanamba ya bwana wewe, kinachofuata baba kasungaza anachukua simu yake, eti haro <laughs> hey. Hey, sijakuona siku mbili tatu, hujaja. nitakuja E, takuja nani hii? Baba kasungaza. Oh. Eh, basi jitahidi. <laughs> <laughs> E, fikiria siku ya kwanza kakopeshwa, hajaripa, siku ya pili kaenda, atakukopesha bure. Haya, kaenda kukopeshwa tena bure. Kinachofuata nini? Kaliwa. Baada ya kuliwa, mwanaume hajui hili bwana lile. Siku ya siku anakuja kulipa kwa deni na anambia, "Tayari kashalipa." Kashalipa eh. Mwana mzaza kujaza. Kwani hiyo hela katoa wapi? Mimi bwana nimwambia akope ndakuja kulipa. Bwana usichoza na wakili za wana wake. Wana wake ni watu wengine. Ukimkataza <laughs> okay, hiki, yeye anafanya hiki. Yaani yeye huwaga hana kipingamizi. Unachokitaka wewe akifanye, anaweza kafanya au asifanye. Huh? Yeye ye, ye, Mbezi upo? <laughs> Nyumbani, subiria kidogo. Nikuna, kuchota maji kwanza. Sio maji ayo, ni maji aliochemuka wanachemsha. Oh <laughs> ah! bwana. Wewe wangu. Niko sehemu yenye kelele. Ngoja kidogo nitakupigia. Umeona? Kumbe. He bwana wewe. Haya mambo ya siri, haya mambo ya ndoa na siri. Ye bwana. Ni hatari. Ni hatari haya mambo. Unapotaka kutengeneza, jaribu kutengeneza msingi uliosimama. Ukitengeneza msingi uliopinda pinda hivi ye bwana we. Kuanzia vya ndani mpaka vya nje utaliwa. Kwa hiyo ninacho waasa wanao. Hakikisheni wanawake mnao waowa wawe ni wanawake wenye standard, yani wenye kuwa na yani, ikiwezekana wawe na yani, yani kana, na diplomasia oh, no, kwenye kichwa chao. Wakiwa na diplomasia, hakuna kuwa na shida, lakini tofauti na hivyo bwana, mmeriwa atariwa, yeye utariwa na wewe, maana kihongwa, na hongwa. <laughs> Yani ukitaka ujue, jambo la kwanza katika watu walioana Watu walio wengi hawajui ni jinsi gani ya kuoana. Yani wanajua ukioa wa, tayari umeoa. Sikilizeni <laughs> niwaambie kitu kimoja, siku zote watu wanaoana kwanza huwa wanalinda, wanalinda heshima ya ndoa <cat Isaac> hmm? Wanalinda heshima ya utu wao, kila mmoja analinda. Lakini sasa hivi wanawake wana hawalindi heshima hii mwanamke yuko tayari, yuko tayari kutoka hapa, ninakwenda mwanaume au mwanamke pembeni wangu. Aa, yani ukimpa ni haka kamoja chali hivi, jifikiria kwanza, unawezaje kusema nikimpa kamoja tayari chali? Halafu wakati mwingine mwanamume anaweza kana kulazimisha, bebi, nipe ya pili unasema ah, ya pili, bwana, mimi nimechoka. Lakini siku mazinguana mmekataana, ndio anaenda yule. Ni mwanaume hata nilikuwa si yeye. Kwanza cha kwanza nikwambie, shoga yangu, yani cha kwanza yeye ni mwanaume. Hey, jamani, acha tu, jambo la kwanza nilikuwa alipigi mswaki na jambo la pili ninakonga kama punda he, yani jambo la tatu halijui hata mapenzi, ukilipa kama moja haka chali hivi wewe mwanamke unaimwelezea mwanamke mwenzako habari hiyo, unafikiria unataka apate nini kutoka kwa yule mwanaume ambaye uliachana naye? Iyawezekana unazungumza jambo hilo, kumbe mwanaume achana naye yupo vizuri, anafanya kweli kweli, lakini kutokana na upendo wako ambao tayari mmeachana, mwanaume ulikuwa ukimpenda, unaamua kumsiliba na kumpaka matope ambayo yasikuwa hayawezekaniki ne jua, kama ingekuwa kwamba wewe kweli haumuhitaji na wala haumpendi na hajui kufanya chochote, usinge kuwa naye kwa mda wote huo. Lakini malaxi unasubiria anachokileta unapokea, unamuita baby. Leo hii kwa kuwa mmeachana, unaanza kumchamba, hajiwezi kwa lolote. Mimi ni kuwa namfulia mpaka taiti, taiti. Eh, eh, no taiti eh do taiti hizo hizo boxer na mfulia hata boxer eh boxer ni chafu. Eh, mwanaume yule umemtoa mbali, umemtoa mbali. Wewe wapi umemtoa mbali? Wapi, yeye ndio akakutoa mbali. Mwanamke umekuja hujui hata kujinawisha, kujinawisha vizuri. Baada ya kuona kwamba mwanaume ana kitanda kizuri ana mashuka mazuri, ukajiheshimu ukawa unakoga unaongea unaongia ukiwa msafi, leo hii unakuja kumwambia mimi ndio nimefundisha wewe. Mwanamke wewe mwanamke wewe, wewe wewe, chunga sana habari zako. Na sio kwa mwanamke tu, twende kwa hata wanaume. Wanaume habari ya kutoa wasiri ya mke wako, habari ya kutoa wasiri ya mke wako Ah, mke wangu bwana, ah ananichosha bwana, kila kila nikifika tu anataka tu mimi niweke kila, anataka tu niweke hivi. Kweli unaenda kumwelezea jambo hilo? Unafikiria mwanamume zako atafanya nini? Eh, atafanya nini? Jambo la kwanza, mwanaume huyo huyo uliyemwendea anaweza kafanya mbinu ya kumfukuzia mke wako, na akamwa. Na jambo la pili, unamtangazia mambo ya sio, mwanamke wangu mchafu, hata vyombo hakoshi Kweli haoshi. Ingelikuwa akoshi, ungekuwa unakula ugali kweli eh? Jamani, jaribieni kuzingatia maneno yenu mnayozungumza mbele ya wanaume wenzenu, mbele ya wanawake wenzenu, maana unapozungumza mambo ya ndani nje, tayari umevunja sheria ya ndoa kwako. Unaweza kudhani kwa kwamba ni sahihi, wanaume wengine, watu wengine walivyo kuelezea asilimia tisini na tano pointi tano wanabaki wanakujoa kitu hii <kuhi>, jamaa bwana, yeye kuja kuelezea habari za mke wake tu hapa hivi eh? ilipoje eh? Kumbe yabidi you think before you do, fikiri kabla ya kutenda ndugu yangu. Unapofanya jambo kabla ya kufikiria matokeo yake huwa ni mabaya. Je, kama mwanamke wako akilisikia jambo lile kwamba wewe umemwambia kwamba yeye ni mchafu haogi eh, ataichukuliaje lakini kuna uwezekano wa kusema kweli jambo hilo, kwa sababu wanawake wengi unaweza ukamwelekeza, hawataki kuelekezeka. Unajaribu kutafuta utafiti kwa marafiki zako wakupe hata ushauri, lakini ushauri unaotoa <coughs> ni kama unamsema, lakini unachomsema ni kweli. Jamani jamani, chonde chonde, zingatieni maneno yenu. Endapo mkizidi kufanya oh, no. I swear, mtakuja kupotezana milele na milele. Wanaopendana huwa hawapotezani, watakutana.